Asante, mimi kwa majina naitwa Yohana Aro, ni mjukuu wa Bukuru, niko kijiji cha Rusumo kata hii ya Rusumo, lakini pia hiki ni kitongoji cha Nyaka Hanga. Asante, taarifa hii tumeisikia na tumeipokea, japokuwa kidogo imetushtua kidogo, lakini pia kwa kanda hii ya kwetu, maana tumekuwa tukizoea kupanda maharage na mahindi pamoja na mihogo Ila, kwa sababu sasa hali ya hewa sio nzuri, kitu ambacho tunataka kupanda haraka ni mahindi na hapo, yale ambayo yanadumu kwa siku tisini, kidogo haya anaweza katusaidia. Lakini pia jambo lingine pengine ni kurudia tena kama maharage, maana tulipanda maharage mwanzo yamesha haribika tayari, maana mvua zimekosa kwa muda mrefu. Lakini sasa kipi kifanyike? Maana sasa ni kurudia tena kupanda maharage, mambo yakae vizuri. Lakini pia niseme kitu kingine, hususani zao la muda mfupi, kuna viazi mviringo kwa kanda yetu hii ambapo ukipanda kwa siku tisini yamekuwa tayari mtu anaanza kutumia ya, inaweza kusaidia kuondoa hali ya shida au ya njaa japo kidogo. Aa, mimi kwa kanda hii ya kwangu sana, huwa na napenda kupanda mahindi kwa asilimia kubwa hususan hizi mvua za vuli huwa napanda mahindi, lakini pia mvua za masika, ndipo huwa napanda maharage. A, zao la kibiashara ambalo kidogo hapa huwa tumekuwa tukihusika nalo sana, sana huwa ni mihogo. Mihogo tukipanda ndio kidogo inatusaidia kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini pia, kuna zao lingine ambalo tumekuwa tunalipanda kwa, kwa uchache sana hususan kahawa ni zao la muda mrefu. Yeah. Uh, sishauri mtu aache kilimo lakini pia ni, ningependekeza aende na mazingira kulingana na kitu ambacho mimi ningeshauri sasa, kwa sababu hali ya ukame imekuwa kama imetawala sana, ni tuwaze mbinu mbadala plan B kutumia maji ambayo huwa yanapatikana muda wote hususani maji ya tingatinga tinga, lakini pia kutumia vifaa kama generator ili tuweze kupata chakula kwa muda sahihi, kwa sababu hali ya hewa sasa siyo nzuri. Naisapoti kwa mazingira haya. Kwa jina anaitwa Rusi Joni wa Nyanza, mzaliwa wa Msoma. Kwa sasa kulingana na mvua ilivyo chache, zao ambalo linaweza kuna nilii tukili mahitaji maharage na mahindi kwa wakulima. Mimi kwa ushauri wangu zaidi, maana hata hiyo habari ya Waziri Mkuu tuliisikia, so kwamba hatukusikia kwamba mtu alioko na chakula ajaribu kutunza. Mikoa baadhi mvua itakuwa ni chache. Mazao kama mazao ukilima, kwa mfano kama mahindi, unayawekea dawa angalau yasingiriwe na wadudu ili aweze kukaa kwa muda. Maharage unawekea pia dawa na yenyewe yanaweza kukaa kwa muda, ili asingiliwe wadudu. Jina ni Meri Meshaki, mkazi wa Rusumo. Mazao umepeswa ni maharage, viazi mviringo, hivyo tuuta sehemu iliyotulia, ambapo hamna unyevunyevu hakuna vianika, unavigeuza. Basi wanaofia kuto kulima, mm. Walime tu, maana mvua yenyewe inakuja kwa mpango wa Mungu. Mvua uwezi ukasema kwamba itakuja muda wote a, mpaka Mungu atakapopenda. Watunze watunze mazao kwa sababu hali ya hewa ya sasa hivi haitabiriki, mm. Watunze mazao wasikimbilie kuuza, kiwa na familia. Tunza mazao, tunza mbegu, usikimbilie kuuza.